Bwana Yesu asifiwe, karibuni sana katika channel hii ya Binti Sayuni 50 ambapo huwa anashia neno la Mungu pamoja na shuhuda mbalimbali sana, Bwana anavonijalia. Na leo ni siku ya Jumamosi mosi, huwa anashia neno la Mungu kwa muda mfupi tu usiozidi dakika tatu mpaka nne hivi. Na leo tunaendelea na series yetu ya G sita za amani, tumeshaangalia Three Gs, leo tunaenda kuangalia jii yetu ya nne, na jii yetu ya nne inasimama for ground. Amani inakufanya uwe grounded, yaani uwe mtu ambaye ume, unamsimamo. Umeshamsikiaga mtu akikwambia kwamba ah mimi nina amani, yaani pana shida lakini anakuambia mimi nina amani. Um, labda pana kitu kinatakiwa. Kuna wengine wanampa option, unatakiwa ufanye hivi, unatakiwa ufanye hivi. Yeye yeah, anakuambia hapana, mimi namsubiri Bwana kwa sababu nina amani tele. Ndio hiyo faida ya amani ya Mungu. Amani ya Mungu inakufanya usipaparike, usiwe na mihamko, usiwe na mihangaiko. Umeshaonaga watu wengine, akiwa na tatizo anatoka kwa mtume huyu, anaenda kwa mchungaji huyu, anaenda kwa huyu, sio watu? Hata mimi ilinikutaga wakati sina amani, nina na bado sijamjua Mungu vizuri, basi naenda huku, nikiambiwa kuna mtu anaombea huku, unaenda ukiambiwa kuna maji huku, unaenda, kuna keki, kuna mafuta unaenda kwa sababu hamna amani. Neno la Mungu linatuambia katika Isaya ishirini na sita mstari wa nne inasema, utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika amani kamilifu kwa kuwa anakutumaini. Kwa hiyo siri ya kupata hii amani ya Kristo ambayo itakufanya wewe uwe grounded, uwe na msimamo ni kumtegemea Mungu nnomugu linasema Mungu, Mungu ndio ambaye atafanya hiyo kazi ya kumkp. Kiingereza inasema he will keep him in perfect peace. Wapendwa, tumtegemee Mungu, tusitegemee wanadamu, tusitegemee njia zetu, tustegemee exprien, tusitegemee connection, tumtegemee Mungu atatupa amani tele hata pale ambapo hata watu wa karibu wanakuja na shauri mbalimbali mbali. Wana nia nzuri, lakini, je, ndilo shauri la Bwana? Basi mimi ngoja nishi hapo kwa leo. Ninaomba Mungu akubariki uwe na amani ele tokayo juu, ambayo haipatikane katika ulimwengu huu. Subscribe, share, like and comment, na Mungu akubariki sana.